Najua narudia tena mimi, najua competence ya wakuu na we, najua kabisa C C CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu, ni mtu competent anaiweza kazi. IGP Wambula ni mtu competent kabisa, namfahamu Wambula tangu akiwa kinondoni pale, namfahamu Wambula tangu akiwa kanda maalum. Wambula amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambula ni mtu competent. Mimi I'm 100% huwezi kunidanganya kwamba eti Wambula hajui kabisa. Wambula atakuwa anajua, lakini Wambula anamwendeaje bosi wake kusema kwamba bosi, hili hili swala haliendi vizuri? Atapoteza kazi. DJIS, eti ndugu yangu Suleiman Mombo, eti hajui kabisa? Anajua, lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui au mm, Jenerali eh, kiongozi wa magereza hajui, wanajua lakini sasa watafanyaje? Wakitulia ndani ya mioyo. Mimi nawakiisha Watanzania tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu ni competent, lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hawa wakuu wa vyombo ili na wao watulindie nchi yetu. Kwa hiyo muda unakuja na siku moja itafika. Mimi nasema siku moja itakuja tu ambayo tutapata namna ya wakuu wa vyombo kuwalinda watulindie nchi yetu na maono yetu. Ndugu zangu, my countrymen, kama tusipofanikiwa kuilinda nchi yetu, ipo siku nchi yetu njema tutaipoteza, kwa sababu motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Hata ningekuwa mimi, motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi na anaweza kutumia njia ambazo zina dameji nchi ili ashinde uchaguzi. Lakini motivu ya nyie wakuu wa vyombo na vyombo vyetu ni kulinda nchi. Akija mtu mtui, hey, mnamlinda, anamaliza anaondoka, anaingia kwa mjibu wa katiba, mnamlinda, anaondoka. Ndiyo wajibu wenu. Lakini itakapofika wakati tukaona aibu kusema juu ya mambo yanayohatarisha taifa, kuna siku tutakuwa na wakati mgumu sana. Ndugu zangu, ninyi wa kuwa vyombo ni binadamu, niruhusini niongee na nyie. Si nyie mnayoendesha ya mambo ya utekaji, si nyie wala sio vyombo vyenu, si nyie wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji, lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa, mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati wa utawala wenu. Kwa mfano, watu watasema mwaka huu, mwaka ule, kipindi kile ambacho djiaes alikuwa fulani